Wasikilizaji wapendwa, karibu katika taarifa zetu za habari. Hizi ndizo habari kuu za siku ya leo kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo zikilenga hali ya usalama, diplomasia na maisha ya raia mashariki na magharibi mwa nchi hiyo. Tutaelekea uko Sud-Kivu ambako FARDC imeziteka droni nne za kamikaze za M23 na kuendelea kusonga kuelekea mbele huko Minembwe. Pia huko huko Sud-Kivu ambako FARDC imezichukua miji mbalimbali kutia ndani Mikenge na kuendeleza mashambulizi katika mihimili mitatu ya kimkakati kuelekea huko Minembwe. Vilevile tutajiunga uko Fizi ambako waasi wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara wanadai kuwa Tanzania imetuma wanajeshi huku FARDC na wazalendo wakifika karibu na kijiji cha Minembwe na hivyo tutaweza kuenda huko Qatar Doha ambako mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na M23 yanaendelea huku pande zote mbili zikisema kuwa majadiliano hayo yanaendelea vizuri sana. Pia tutaenda huko Kinshasa ambako polisi wamekamata zaidi ya wahuni makumi tatu wa Kuluna katika operation maalum ya Ndobo huko Mont-Ngafula. Pia tutaelekea Sud Kivu, oh, tutaelekea uko Nor Kivu ambako Rutshuru, zaidi ya raia elfu moja waki, wakiwemo wanafunzi wanachukuliwa kwa nguvu kwenda Bambo na waasi wa M23. Tutaelekea uko Ituri kijijini Mutuei Mapendo ambako shambulizi la waasi wa, wa ADF ambao wamechoma nyumba na wakaaji wengi wamekimbia. Hizo ni taarifa za siku ya leo, na hivyo endelea kuwa nasi kwa maelezo zaidi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limethibitisha kuharibu drone nne za kujitoa mhanga zilizokuwa zikitumiwa na waasi wa M23 kwa ushirikiano na RDF katika nyanda za juu za Minembwe mkoani Sud-Kivu. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, droni hizo zimetumwa na M23 kwa lengo la kuzuia au kupunguza kasi ya kusonga mbele kwa FARDC kuelekea Minembwe ambako jeshi la serikali linaendesha operation za kuimarisha usalama. Hata hivyo, majibu ya haraka ya FARDC yaliweza kuziteketeza angalau droni nne kabla hazijafika kwenye malengo yao. Wakati huo huo, hapo jana Viongozi wa kimila pamoja na, wa, na wanachama wa asasi za kiraia za Minembwe walitoa wa wito mzito wa vijana walioko katika kundi la silaha la Twirwaneho wakisema hivi: wekeni silaha zenu chini na mtangulize maisha ya raia, hatuwezi kuikabili serikali ambayo ina uwezo na rasilimali zote, mkisisitiza kuendelea na vita mtasababisha vifo vya raia wengi wasio na hatia. Hiyo ilikuwa ni maneno ya viongozi hao. Ni vyema kukumbuka kuwa wito wa aina hii uliwahi kutolewa pia wakati wa kuanguka kwa mji wa Bukavu mikononi mwa waasi wa, wa M23 bila mafanikio ya kudumu ya maneno ya viongozi hao. Tuelekee basi uko Mikenge ambako jeshi la FARDC zachukua udhibiti wa mwingini huo na kusonga mbele kuelekea Minembwe. Baada ya kurejesha udhibiti wa point zero, jeshi la FARDC limefanikiwa kuchukua mji wa Mikenge na linaendelea kusonga mbele kuelekea Minembwe likilenga kuwalinda raia na kurejesha mamlaka kamili ya serikali ndani ya miji hayo. Kwa mujibu wa chanzo cha kijeshi, mapigano yanaendelea kuripotiwa katika mihimili mitatu ya kimkakati ambayo ni muhimili wa Tuwetuwe ambao uko Mikenge Sandre, na muhimili wa Kalingi Minembwe na muhimili wa Kakenge uko huko huko Minembwe. Chanzo hicho cha kijeshi kimesisitiza kuwa wananchi wa Minembwe wanastahili kulindwa na jeshi lao. Mamlaka ya serikali lazima irejeshwe kikamili katika eneo hilo kama ilivyo katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendeleye uko uko Sud Kivu ambako waasi washutumu Tanzania wakati FARDC yasonga karibu na Minembwe. Waasi wa makundi ya silaha Twirwaneho na Red Tabara washiriki wa M23 wameshutumu wa Tanzania kwa kudai kuwa imetuma maelfu ya majeshi kushiriki katika vita vya M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususa katika nyanda za juu za mkoa za Fizi mkoani Sud Kivu. Kwa mujibu wa makundi hayo ya waasi, wanajeshi hao wanadai kupigana pamoja na jeshi la serikali ya Kongo FARDC katika mapigano yanayoendelea dhidi ya, ya M23 na washiriki wake. Hata hivyo, hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa serikali ya Tanzania wala vyanzo vya kimataifa juu ya madai hayo ambayo yanakuja katika mazingira ya, miv ya mivutano mikali ya kijeshi ya kisi, na kisiasa kati ya eneo la Kivu. Wakati huo huo, jeshi la FARDC likisaidiwa na makundi ya wazalendo limefanikiwa kuwasukuma nyuma waasi katika maeneo kadhaa ya nyanda za juu. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, majeshi ya serikali yamefika karibu na kijiji cha Minembwe baada ya mapigano makali dhidi ya waasi wa Twirwaneho, Red Tabara na washiriki wao. Tangazo so hivyo vinasema kuwa operation za like kijeshi zinaendelea kwa lengo la kulinda raia kurejesha mamlaka ya serikali na kuondoa makundi yenye, yote yenye silaha haramu katika eneo hilo la Minembwe. Wananchi wa maeneo ya Fizi pamoja na Minembwe wanaendelea kuishi katika hofu na wasiwasi wasi mkubwa, huku baadhi yao wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Mashirika ya kiraia yanaonya juu ya hali ya kibinadamu inayozidi kuzorota na kutoa wito kwa wahusika na kuwalinda raia na kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Kwa sasa hali bado ni tete na macho yote yanaelekezwa katika maendeleo ya kijeshi na kidiplomasia yatakayofuata katika mgogoro huu unaoendelea kuitikisa mashariki. Tuelekee basi huko Qatar ambako mazungumzo kati ya AFC M23 na serikali ya Kinshasa yanaendelea. Mazungumzo mazungumzo kati ya AFC M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea leo tariki moja Februari mwaka 2026 jijini Doha nchini Qatar. Mujibu wa Benjamin Bonima, katibu mkuu wa kudumu wa AFC/M23, amesema kuwa majadiliano yanaendelea vizuri na yako kwenye mwelekeo mzuri sana. Mazungumzo hayo yanafanyika katika muktadha wa juhudi za kidiplomasia zinazolenga kupatikana kwa amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Nord-Kivu ambako kumekumbwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha tuelekee huko mjini Kinshasa, ambako operation Ndobo ya kamata zaidi ya kuluna makumi tatu ndani ya Mont-Ngafula. Jeshi la polisi la kitaifa la Kongo limefanikiwa kuwakamata takribani wahalifu makumi tatu wanaoshukiwa maarufu kwa jina la Kuluna katika manispaa ya Mont-Ngafula jijini Kinshasa. Operesheni hii imefanyika katika mktadha wa kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu mjini chini ya maelekezo ya makwa, makamu wa waziri mkuu wazi, na waziri wa mambo ya ndani usalama ugatuzi na mila by Shabani Luko. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, operation Ndobo ilitekelezwa baada ya mikutano ya kamati za usalama za maeneo husika, ikiwa ni sehemu ya dhamira ya serikali ya kuimarisha utawala wa usalama wa karibu na raia, unaolenga kuzuia uhalifu na kulinda maisha na mali za wananchi. Tuelekee uko Rutshuru, ambako zaidi ya raia elfu moja wakiwemo wanafunzi wachukuliwa kwa nguvu kwenda Bambo katika operesheni ya M23 di ya raia elfu moja wengi wao wakiwa vijana na wanafunzi waliochukuliwa kwa nguvu siku ya Jumamosi na kupelekwa Bambo katika sheferi ya Bwito kufuata kufuatia operation iliyotolewa na mapigano ya M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, kwa mjibu wa tahadhari ya baraza la kijana la wilaya ya Ruchuru. Kwa mujibu wa shirika hilo, kuanzia saa 11 alfajiri, wapiganaji walilazimisha wakazi wote kukusanyika katika mazungumzo ya Bambo Centre chini ya vitisho vya adhabu kali na upekuzi wa nyumba kwa nyumba. Zaidi ya watu 15,000 kutoka Bambo wa, wa, na maeneo ya jirani na Bugina walilazimika kuhudhuria mkutano huo. Afisa mmoja aliyejitambulisha kama kanali wa M23, af na RDF aliamuru mutu yeyote anayeshukiwa kushirikiana na wazalendo pamoja wa na wake wapiganaji kujisalimisha. Alitishia kuwa mutu yeyote atakayeshtakiwa na mwingine atauawa, kulingana na habari hizo. Baadaye wasi walifanya utenganishaji wa si kulazimishwa kati ya wanawake, wanaume na vijana kwa vigezo visivyoelezwa watu waliobaki walichukuliwa na kupelekwa kwenye maeneo ya kijeshi kati ya saa kumi na saa kumi na, na moja ya jioni. Malori aina ya fuso yaliwasafirisha raia hao kwenda mahala pasipojulikana katika mazingira yaliyoelezwa na mashuhuda kuwa yasiyo ya, ya kibinadamu. Makadirio ya awali yaonyesha kuwa zaidi ya watu elfu moja walichukuliwa kwa nguvu, ambapo karibu nusu yao ni wanafunzi. Pia wazee watajwa kuwa miongoni mwa waathiriwa. Baraza la vijana laeleza kuwa tukio hilo ni ujehuri wa kulazimishwa kwa mafunzo ya kijeshi. Matukio hayo yanajiri siku kumi baada ya kukatwa kwa mawasiliano ya simu katika wilaya ya Rutshuru, Masisi na Walikale, hatua ambayo kwa mujibu wa shirika hilo inalenga kuzuia usambazaji wa taarifa na kuficha ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu. Baraza la vijana wa wilaya ya Rutshuru linatoa wito kwa jamhuri ya kimataifa ma, ki na mashirika ya, ki, ya haki za kibinadamu kudai kuachiliwa mara moja kwa watu wote waliotekwa kwa nguvu kurudishwa kwa wanafunzi shuleni na kuchukuliwa kwa vikwazo maalum dhidi ya wanaohusika na vitendo hivyo. Tuelekee basi uko Ituri ambako shambulio linalohusishwa na ADF la shambulia kijiji cha Mutuei Mapendo. Shambulio linalodaiwa kutekelezwa na magahidi wa Allied Democratic Forces limeshambulia kijiji cha Mutuei Mapendo siku ya Ijumaa katika kikundi cha Banda Vilemba wilaya Irumu takriban kilometa makumi tatu kaskazini magharibi mwa Oicha mkoani Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, raia kadhaa walifungwa kwa kamba na washambuliaji, huku mali nyingi zikichukuliwa kwa nguvu. Aidha, nyumba kadhaa zilichomwa moto, hali iliyosababisha wakazi wengi kukimbia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Hadi sasa tathmini kamili ya madhara ya, na idadi ya waathiriwa bado inaendelea huku wakaaji wakiendelea kuishi katika hofu kubwa, kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo.